Ha, Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro linamsaka dereva wa lori la kusafirishia mafuta aitwaye Abubakari Adamu Mwichangwe. Yeye ni dereva na ni mkazi wa jijini Dar es Salaam na linamtafuta kwa kosa la kula njama ya kuharibu gari na kuiba hii. Tukio limetokea usiku wa kuamkia tarehe 16 mwezi huu wa tatu mwaka 2025. Huyu dereva akiwa anaendesha gari namba T661 BXR na likiwa linavuta tera lenye namba T489 BHC aina ya FAO. Ha, ni kampuni ya Meru yenye makazi yake mkoani Dar es Salaam, akitokea mkoani Dar es Salaam kupeleka mafuta huko Lubumbashi nchini Kongo. Kwa hiyo dereva huyo alipofika mkoani Morogoro alikula njama akishirikiana na watu wengine watatu ambao wamekamatwa ambao ni Hamidu Sudi Hamidu. Huyu ana umri wa miaka 50, ni general manager wa kituo cha mafuta ya cha Simba Oil, lakini ni mkazi wa Dar es Salaam. Lakini alikuwa pamoja na Abineri Shaloni Mohamed, miaka 25, huyu ni meneja wa kituo cha mafuta Simba Oil Mkambarani, mkoa wa Morogoro. Abdalla nihed Abdalla miaka 30, meneja wa kituo cha mafuta Simba Oil, mkazi wa Morogoro. Kwa pamoja waliiba kiasi cha mafuta lita 35,700 za diesel yenye thamani ya shilingi milioni 77 laki moja na elfu kumi na mbili, ambayo yalishushwa kwenye vituo vya mafuta, vituo viwili, kwenye vituo vya mafuta mali ya kampuni ya Simba Oil. Hichi ni kituo cha Mkambarani pamoja na kituo cha hapa Morogoro. Kituo kimoja kirushishwa lita elfu ishirini na tano na mia saba na kituo kingine kikashushwa lita elfu kumi Kwa hiyo baada ya kuiba kiasi hicho cha mafuta dereva wa lori aliliendesha gari likiwa tupu na alipofika, uh, eneo la kitongoji cha Msufini kijiji cha Msimba katika barabara kuu ya Mikumi Iringa wilaya ya kipolisi Ruhembe, yani wilaya ya kiserikali Kiosa, dereva aliendesha na kuliingiza korongoni gari hilo akitaka kuaminisha umma kuwa limepata ajali.